Karibu katika taarifa ya habari, na tunaanza na habari za kitaifa. Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amesema kuwa serikali haitasita kuwachukulia hatua za kisheria wakurugenzi wa halmashauri nchini na wakuu wa idara za serikali watakaobainika kutumia vibaya fedha zinazotolewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa kauli hiyo wakati akiwahutubia wakazi wa mkoa wa Lindi katika uwanja wa Ilulu mjini Lindi Alindia. Hii haina ugomvi na wafanyabiashara. Tulichofanya ni kuibua wale walikuwa washiriki kutoroka kulipa kodi. Ilikuwa sio lazima wafanya biashara yeyote, anaeleza aia nchini, anaefanya shughuli zake nchini, kila mmoja awajibike kulipa kodi, fedha itakayotuma kwenye halmashauri za serikali.

amesema kuwa serikali itaendelea kusimamia ukusanyaji wa kodi ambapo imepanga kukusanya shilingi trilioni moja nukta tatu kwa mwezi.